Kidogo hapa Mwanza nikana vizuri, nifike ni niici kwa mtumishi wa Mungu mzee Moses Kulola, na hapa ndipo walipohifadhiwa, isipokuwa wametaka kuweka mazingira vizuri, kwa sababu watu wengi watakuwa wanafanya ibada kwa Mungu, basi wanakuja wanakutana mazingira bora kuonekana kando na kando zilizokuwepo, lakini wamevunja hata kanyumba kando kuepo, wame tamaa kidogo, na ndio ndio mekeni atakuwekea hapo, haya ambayo mtumishi wa Jehova ame yazungumza kutoka hapo. Kwa hiyo nikiwa katika majonzi, nimeona bado ni hichi kwa hao ambao wametangulia, bila shaka wanaweza katuombea sawa sawa, wanapoona mioyo yetu hiyo na tuliyoko duniani sasa, kwa haya ambayo Mungu ameruhusu tuendelee naye. Kwa hiyo sasa, jambo kubwa tu ni kwamba tumefika hapa watu e, wa Mungu anafanya kwa namna nyingi sana ya kujiumiza ambayo anaweza kuendelea nkusi yoyote utakayetazama iku hii kufanikisha haya. Mimi niwahi kusema wakati fulani, ingawa sikuwa wazi sana, nikiwa kanisani wa Mungu hapa aliona ya kwamba Biblia inasema, nilikuwa kijana na baadaye nikawa mzee, sijawahi kuona mwenye yake ameacha na uzao wake ukiomba chakula ama uzao wake ukibangaiza. Mimi siwezi kuona tatizo kama hawa watoto wa mzee Kulola wataishi maisha si ya kubangaiza bangaiza, kwa sababu ya taabu na moyo wa mzee Kulola ambaye ni icon, ni sababu ya sisi wengi wetu kuwa na dira ya imani ni kitu gani, kujitoa ni kitu gani, kuvumilia ni kitu gani. Mimi nimepigizwa kwa namna mbalimbali, lakini naona nikiwa na moyo mkuu. Kwa nini tunaona ikoni za aina hii? Wenyewe walistahimili mapingamizi, wanaoishi sasa. Tunasema kina Paulo, akina Elia walikuwa na damu kama sisi. Jambo baya ni kwamba kwa sisi wa Afrika hatuwezi kujifunza kwa Mwafrika mwenzetu Yaani tunajua kumhubiri Kristo ni kuhubiri wa, wa- wazungu waliopigania mataifa yao yakawa stedi, lakini kumbe kumhubiri Kristo ni kuhubiri kila binadamu aliyekuwa na moyo mwema, aliyekuwa na moyo usio na hila, aliyekuwa na moyo wa kutaka watu wote wasiumizane. Kwa hiyo sasa, nikusii sana yeyote atakayetazama video hii, hey, namna ambavyo mtu wa Mungu anahangaika kufanikisha mambo haya, ukweli anasafu huwa naumiza kichwa, ni vizuri sana, naweka namba yake kwenye hii video. Naomba sana sana, moja kwa moja utamjulisha tu kwamba nilisikia clip ambayo mchungaji Mbarikiwa alitoa akiwa kwenye kaburi la mzee Kulola, na sasa nimesikia na mimi, niwezeshe hapa, nimefika, niambia tulikuwa tunaendelea amekaa na zaidi ya mwezi mmoja tangu nianze kuwasiana naye, yuko, yuko Mwanza miezi mitatu eh, tangu nionana ni, ni naye wakati wewe nikiwa Dar es Salaam. Amekaa ameacha familia Dar es Salaam yuko hapa, lakini ananiambia tulisimama, niambia tulisimama kwa sababu ya kukosa uwezo, tulisimama ili tutafute tafute, ndipo tuendelee, kimsingi kuna wengine tunaona, usingekuwa na sababu ya kuwa na mzunguko mrefu wa aina hiyo kwa ye, wa wewe unayejua, pengine neema, baraka na kile kilicho kichache kilicho ndani yako kilichotoka kwa Mungu, mzee Kulola amehusika kwenye maisha yako. Chonde chonde, naomba sana tendea haki, hii ni jambo kwa namba hii ambayo tutaiweka hapa chini ikiwezekana. Hawa nafanya kwa kwa wakati anamkimbia Dar es Salaam kwa sababu huku pia kuna mama yetu Elizabeth ambaye napotoka hapa naenda naenda kumwona eh. Tafadhali sana tafadhali, naweza kusema mchungaji, sasa wewe unatuambia tafadhali? Sasa hapana, nimeshakwambia lipo. Niko katika uchungu ambao wengi mmefahamu, nimetoka kuhifadhi binti yangu Sifa, kwa kwa maumivu mengi sana hata kukatisha hapa, ujue tu nina moyo wa ibada na nikijua inawezekana Mungu akanirehemu akanisaidia kwa sababu ya moyo huu ambao bado nimemwinulia macho kwa kufika katika maeneo kama. Lakini pamoja na hayo hata mimi nitafanya kwa namna ambayo, vyovyote vile, utajua kweli moyo wangu ulikuwa pamoja na kitu cha aina hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Maelezo mengine nitawapa yatakapoona yanahitajika. Amen.

Sasa kajaribu kukuweka hapa, tutaweka televisheni screen umefikao moa kamishi weka picha mbalimbali za matukio mbalimbali kama kumbukumbu na hapa ambapo tutaweka meza ya kusaini tutaweka picha kubwa ya mzee. <coughs> maana yake ni nini? Museum ya Dar es Salaam ni kubwa, ya hapa ni ndogo, kwa sababu siwezi kuhamishia vitu vyote huko na siwezi kukaa muda wote huko, kwa sababu kule kuna kwa hiyo hapa akucheni kijana ajue historia ya mzee na injili kwa ujumla, na tutapanga siku siku tatu au nne kwa wiki, Jumatatu, Jumanne, Alhamisi na Jumamosi ndio watu kutembelea. Wakifika wanapata historia maswali, asilia, ya mzee yuko maswali mengine, mtu asije akazua ya kwake. Kwa sababu miaka minne iliyopita, sijui nilikusimulia, sikui alikuja mama mmoja kutoka mpakani mwa Rwanda na Kongo akakuta wakati mlango ulikuwa hapa. Sasa bahati mbaya, nimemwachia funguo akawa ile mama aliambiwa wangu alipolala. Sasa hajawahi mm -hmm. kufika Tanzania, kwa hiyo walisafiri ile mama amelala kwenye godoro, yani kila mwezi wanabadilisha godoro kwa miaka saba. Sasa alishika tu kwenye mlango pale. Sasa baada ya kupata ile taarifa, alikuona kwamba kuna haja kuwatengenezea watu vizuri wakifika. Wakati anachoona mtu atakaye tafasiri vibaya ni yeye mwenyewe. Yeah, yeah. Lakini mimi ninachotakiwa kufanya ili chuni ki voroha na jinsi zau kwamba watu watakuja waangalie mahala wa mimet. Kwa hiyo ndo hapa tumesimama kama siku tatu, kwa sababu tumefungukia watajia kesho tuza tutaendelea ili nimalize nikimbie, na kwa ajili ya maandalizi ya mwezi wa nane. Kwa hiyo tukimbizana, tutaweka viti pote hapo, patakuwa na viti kwa ujumla, gharama kwa ujumla naja kama milioni ishi yote, na nje patakuwa na kama tofauti kabisa kabisa kabisa. Kwa ni nipite kwa dharura mm, kwa sababu tumekuwa <tipi> uh, kwa nilikuwa Bukoba ni, si, nilikuwa Bukoba, kwa hiyo nimeona stop mm, ya muda fulani mm, ili baadaye ndio tuendelee na safari mm. Nikaona hii stop sasa mm, ni vizuri ni, ni nitumie nione ni nataka nimone tumama kidogo, alafu niendelee na safari sababu kulingana na hali matukio, mazingira nilio nayo, kufanya tena safari ya kuja huku sasa sio rahisi, lazima nimetaka tu nimuone mama pale kidogo, ili hata nitakapovuta siku nyingi bila kupita huku sio shida, kwa sababu kwa matukio yaliyonipiga haya, kwa hiyo hata nguvu zile za kwamba, kate, opa, kwamba mm -hmm. mm -hmm. Hapa kati ile safari hiyo kwa kwamba nitakuja huko ilikuwa ndefu sana, ndio toka hapa naenda Tabora, naenda Kigoma, naenda Katavi, naenda Mpanda, naenda Sumbawanga ndio mm. -hmm. nilitokea kule kwenda mbele ilikuwa ndefu sana hiyo safari. mm. -hmm. Sasa kwa hapa niliko hapa na sione dalili ya kuyo, ya kufanya safari yoyote. Sababu niko katika katika shida kubwa mm -hmm. kubwa. Katika shida kubwa kwa dharura kubwa. Nipite nione niwapembela, okay. Kilicho mioyoni mwangu mm -hmm. ili yamkini unapoke unapotafakari unajua unafikiri kitu cha aina Yaani, 1973 ila hata siku anatoka gerezani, wakati alipoenda alikuenda kuwekwa gerezani kwa ajili ya kupigania kanisa ene mwi, alipotolewa amri na rais Mwinyi, alisema aliuzona, tukupeleke wapi? akasema kwanza kabisa ni nyumbani mwa baba yangu. Wapi? Kanisa la Buganda. Watu walikuwa wamefurika hapa maelfu, lika yote kwamba Jumatatu wanaandamana. Asa alipomwona mzee, maandamano yakageuka kutoka hapa kwenda mabatini. Kwa tunakaa nje, kila kitu nachokiona hapa chatoka wakati ule taamwakaambaoa ranja angya ja, mkua akiduishia yeah. lakini jengo ni ule ule badilisha hizi benchi hizi benchi likuja kubadilisha kwa sababu za kwanza ilikuwa ni, ni mbao tu zimewekwa juu ya matofali. Mm. Kwa hizi benchi hizo mbao zikaa zikapigwa randa vanisha, nini zikatengeneza viti. viti hivi kwao viti hivi vina miaka huu ni mninga wanasema mninga pole. Mm -hmm. mm -hmm ndo hapa sema, tumshukuru yeah. okay. okay. Mungu Mungu wa kweli, Mungu wa rehema, Mungu wa neema. Yesu, Yesu. Yesu aliwahi kusema ya kwamba imenipasa kwenda nyumbani mwa baba yangu huu ndio urithi wa kweli, na upekee msingi na moyo wa mzee wetu mzee Kulola. hatari yoyote watu wa Mungu, tunakushukuru kwamba hapa ndiyo chimbuko chanzo cha imani nyingi na, na watu wengi imani, kwa sehemu kubwa kwa Watanzania. Watu wa Mungu waliuona moyo wa mzee Lola, wakajitoa wakaweka alama hii Mungu sisi tumefika tuwe sehemu ya moyo wa kila aliyefanikisha pia moyo waliyetazama hata wakaweka baraka hii na msingi huu. Mungu asante kwa ajili ya kila litendwalo ambalo kwa sehemu kubwa lina mwenzi mzee Kulola, kila litendwalo sasa na sisi tumefika Amina. Kwa namna moja nyingine, wajua moyo, mioyo yetu wayajua makusudi yako uliyonayo kwenye miili yetu, unajiungamanisha na makusudi ya milele iliyokuwepo ndani ya mzee Kulola kwa kuwepo kwetu kwenye nyumba hii, lakini pia hata kuona kaburi alipohifadhiwa hapa Bugando hapa mahali lilipo kanisa. Asante, tunajiweka mikononi mwako katika jina la Yesu, Amen.